Na kwa upande wa ardhi sisi tumemhakikishia kwamba tutafanya kazi zetu kwa uadilifu na ueledi wa hali ya juu kuondoa hizo sitofahamu zote ambazo zi- na tutajitahidi zisizalishwe nyingine. Na wakati naongea na, na viongozi kule ofisini, ninaomba zile taasisi za serikali ambazo zinapata migogoro ya zina ardhi hii, tunasema hii iishe, kwa sababu si wanaona, kwa sababu unajenga kwenye eneo la jeshi kweli, wewe, wewe unajiamini vipi? kwani hivi ukaenda ukaenda ukajenga kwenye eneo unajua la jeshi. Kaenda vijana wetu, tuwaeleze wasikubali kurubuniwa na watu ambao wako nje ya nchi. Tukumbuke kwamba hii nchi ni mali yetu, tunaishi hapa, hatuna pengine pa kukimbilia. Hata tunapowasikiliza watu ambao wako nje, tukawaamini hao kuliko kuamini ambao watu wako ndani. Tuwaase vijana wetu kwa nguvu zetu zote, kwamba tukae kwa, kwa amani, tusikilizane humo ndani lipokea kwa mikono miwili. Kama sisi wananchi wa Mbae Mashariki tukipata hati kwa sasa hivi itakuwa imetusaidia mambo mengi, tutayafanya kupitia hati. Kama mtu una biashara yako ina yumba yumba, ukienda kwenye mkopo kule utapata mkopo, utafanya shughuli zako kama kawaida. Lakini sasa hivi maana maanayake migogoro ya ardhi ndani ya mji wetu inakuwa hakuna tena, lakini kupitia hii ardhi wananchi watanufaika hasa vijana ambao hata Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan anataka vijana pia wanufaike kupitia programu hii au mradi huu wa ardhi, kwamba vijana kupitia hati wanaweza kupata mikopo wakajishughulisha kufanya imbali ambayo itawainua kiuchumi, maanake lengo ni kwenda kuinua uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja. Kama mwananchi, kwanza naipongeza serikali kwa kutatua migogoro ya ardhi, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto nyingi sana za migogoro ya ardhi hivi vinavofanyika ili zoezi tunapata faraja. Ina maana hata majirani, kati ya huyu na huyu mipaka nayo na wanakuja anatulekebishia kama hivi, tunapenda yani.